Hi guys, kama kijana naelewa jinsi gani vijana ambavyo tunaamua kupambana na tukiwezeshwa tunaweza. Bwana, mimi naitwa Juma Aloni Aloni, karibu sana kwenye my YouTube channel. Uh, channel ambayo mara nyingi naelezea maisha ugaibuni, ya ugaibuni au jinsi gani watu wanavyoishi. Pia naweza nikakupa elimu jinsi gani ya kufanya uh, visa application ili kuepukana na masuala ya maagent ama kupoteza gharama ama kutumia pesa nyingi kwenda kwa maagent. Eh, bwana, uh, siku ya leo bwana wanangu, nimekuja kuwasanua. Mimi kama kijana mwenzenu nimekuja kuwasanua kutokana na katika uperuzi peruzi kwangu uh, nimepata idea nyingi ambazo zingine ni ngumu na zingine ni rahisi, lakini idea ambayo nimekuja nayo leo ni idea ambayo inaweza kumwezesha kijana kama mimi na vijana wengine ambao kidogo uh, wana upeo mgumu ama awaelewi kitu gani, jinsi gani ya kufanya visa application, au jinsi gani ya ku, ya ku, ya ku, ya ku, namna gani labda mtu, anakuta mtu anataka kusafiri lakini anashindwa namna gani anaweza ka apply visa au akapata hiyo visa. So mimi nimekuja na idea ambayo ni ngumu kidogo, lakini sio ngumu kama na document zote. Kumbuka kwamba sasa hivi vijana wengi ama watu wengi tunashindwa kufanya visa application kwa sababu hatuna ule upeo, au hatujui vitu gani ambavyo vinahitajika. Vile vile, wengine tunakuwa hatuna upeo wa zile nchi ambazo tunataka kutembelea. Kwa mfano, mtu anataka kwenda Canada Je, yeah, nitafanya nini ili niweze kupata visa Canada? Je, yeah, Canada kuna visa za aina ngapi? kuna visa aina gani, na ili niweze kufanya application inabidi niwe na document gani, au niwe na requirement gani ambazo wao wanazihitaji, mimi ninazo. Of course kuna baadhi ya requirement ambazo una, lakini kuna zingine unazo. Kwa hiyo sio kazi ngumu sana, kama document ambazo zinahitajika unazo, alafu ka apply mwenyewe kuliko kwenda kupoteza hela kwa ku agent Unaweza ukajiuliza agent ni nani? Agent ni mtu kama wewe, kitu ambacho anafanya agent ni kitu ambacho wewe mwenyewe unaweza ukakifanya. Swala la kufanya application ipo easy sana na kila kitu kimewekwa wazi, na ndio maana application ni bora kufanya mwenyewe kuliko kufanyiwa na mtu, kwa sababu ukifanya mwenyewe unajua ni kitu gani unachojaza na unajua ni kitu gani ambacho kinahitajika. Sasa kwa vijana wenzangu wengi sana, tuna dreamu za kusafiri na wengi sana tunatamani kusafiri, isipokuwa tu ile elimu ya safari hatuna, na wengi wetu hatujapata. So mimi nimekuja na apu moja ambayo inaweza ikawasaidia vijana wenzangu ambao siokuwa na uwezo, ambao wanatamani safari lakini wanashindwa jinsi gani ya kusafiri kutokana na na wengine wanajua kwamba ukienda kwa agent, agent ndio suluhisho la matatizo yako, agent ndio kila kitu, kwamba ukienda kwa agent, agent ndio anawezesha yeye kwamba wewe ukapata visa. Ngoja nikupe hii, agent ana connection yote na embassy. Kitu ambacho anafanya agent ni kitu ambacho wewe mwenyewe unaweza kufanya, hilo naomba uelewe. Na ndio maana unakuta wengine wanaenda kwa maagent wanapata visa na wengine wanakosa. Unaweza ukaniambia kwamba wa kwa kwa ni watu wangapi ambao wameenda kuapply visa kwa agent, wamepoteza hela na visa wamekosa au wamepata refuse, wamepata deny. Ni watu wangapi? Ni wengi sana. So, mimi kwenye maisha yangu katika safari zangu zote sijakutumia agent. Ni kitu ambacho nilikuwa najaribu mimi mwenyewe kuapply na hata kama nikikosa basi najua, na uzuri kwamba ukikosa unakwambia ni sababu gani ambayo imesababisha wewe kukunyima au ni mapungufu gani ambayo yametokea. Kwa hiyo inakuwa easy sana next time unapo apply Unajua kosa lako ni nini, kwa hautofanya tena mistake. E bwana, kwa vijana wenzangu, tusiongee sana. Mimi nimewaletea app moja ambayo inaweza kawasaidia vijana wenzangu ambao hatuna hela. Labda mtu ana milioni yako moja unataka ufanye visa application. Kumbuka visa fees always visiting visa aina gani gharama sana ni dola mia mia ishirini mia hamsini mpaka mia mbili, lakini ukienda kwa agent atakwambia nataka dola 3000 dola 4000 dola 1500 dola 2000 ni hela nyingi sana kwa sisi vijana, ni hela nyingi sana kitu ambacho unaweza ukafanya mwenyewe ukaspendi dola mia mbili au dola mia tatu Haina haja kwenda kwa agent, ukaspendi karibia dola 1500 dola 2000. Sasa sikiliza, oya, najua mnaniangalia na mnaona nakuja kushare na idea moja. E bwana, kuna kitu kinaitwa I Visa. Hii I Visa uh, ni app fulani ambayo iko easy sana kufanya visa application, ni app fulani ambayo ipo active sana Kikubwa kwenye Ivisa ni kuchagua tu nchi ambayo wewe upo na uraia wako, kama ni Tanzania basi unaweza kuweka Tanzania na no ukaweka pale details zako. Kitu cha pili ni nchi ambayo unataka kwenda, kama ni Canada kama ni wapi. Kitendo cha kuweka tu ile nchi inakuja inakuonyeshia kwamba je, hii nchi inahitaji kusafiri na visa au ni free visa. Na kama inahitajika kwenda na visa basi ni vitu gani ambavyo vinahitajika. Kumbuka kwenye hiyo app sehemu hiyo hiyo unaweza kufanya application yako. Kikubwa kwamba ni ku make sure kwamba kuingia na ku na kuangalia vitu gani ambavyo vinahitajika. Uzuri kwamba vitu ambavyo vinahitajika wamekuandikia pale kwao, ni wewe ni kuvitafuta na jinsi gani ya kuvisubmit ama kuviweka. Ni app ambayo iko easy sana, ni app ambayo hata mimi mwenyewe nikiwa na karaka zangu siingii kwenye website ya government sana, sababu hiyo wapo, wapo, wapo connected na na, na, na website zote za government. Ni mimi kazangu, yapo, papa, papa, na na haraka zangu naingia hapo, ipo active sana. Kwa hiyo, kwa wale vijana wenzangu ambao mnapenda kwenda kwa maajenti, mnaenda kuspendi karibia dola 200 dola no, mna karibia mnaenda kuspendi dola 3000 dola 3500 kwa kitu ambacho unaweza ukaspendi kwa dola 100 au 200 au kutumia hii app. Zonga kwamba unajua kusoma na kuandika. Iko simple sana. Mimi ni kijana mwenzenu, najua jinsi gani hela zinapatikana kwa tabu, kwa sababu hata mimi nimepitia huko. Japo kwa mimi sijapitia kwa agent, kila mtu ana upeo wake, nilipambana. Nilikuwa mpeluzi peluzi sana. Na final mpaka nikawa. Nikafanikiwa. Kwa ni app ambayo haitaji, haitaji vitu vingi sana. Zonga unajua kusoma na kuandika, unajua na kujaza fomu usiogope Kiingereza. Kiingereza cha mula ni rahisi sana. Mimi mwenyewe sikusoma, sio kwamba nimesoma sana, elimu yangu ni form 4, na form 4 yenyewe ni form 4 failure. Lakini weziamini kwamba kipindi ambacho nashindwa au kama neno sijalielewa basi, na tumerahisishiwa sasa hivi kwenye smartphone kuna dictionary kuna nini. Kwa hiyo unachukua unaangalia, hili swali ni kitu gani ambacho unauliza, unaangalia afu baadaye unaenda unawajibu. Ni kitu ni vitu ambavyo sasa hivi tumerahisishiwa. Kwa kwa kwa nyie ambao mnataka kwenda kupotezera kwa agent, tumia hii iVisa. Ni app ambayo inasaidia na ni rahisi sana ku apply visa. Hebu save hela yako kwenda kwa agent. save hela yako kwa mambo mengine, kwa sababu unaweza ukaenda kwa agent ukaspendi dola mia tatu dono dola no, elfu tatu dola elfu nne kwa kitu ambacho unaweza ukaspendi dola mia mbili mpaka dola mia tatu alafu hebu niambie kwamba ni, kwa ni uchungu gani unaopata pindi ambapo una spend dola elfu nne alafu unakuja unapata refuse kwamba ulitegemea utaondoka alafu unakuja unakosa visa. Ndo pale unapokuja kusema kwamba ajenti nitapeli. Kijana pambana mwenyewe, fanya application mwenyewe, visa siyo gharama, na vile vile swala document usiogope kuswa document document anazozihitaji ni vitu ambavyo vinapatikana na wewe mwenyewe unavyo, vitu ambavyo vinapatikana na wewe mwenyewe unavyo. Kwa hiyo kijana, kwa ushauri wangu mimi, nimekuja naonyesha hii Ivisa. Kama una smartphone uh, kama una smartphone yoyote au na una, una iPhone, yani simu yoyote, una laptop, una nini, ni hapo ambayo inaingia kokote, unaweza ukadownload na ukajaribu kaangalia, nchi, ukachagua nchi ambayo unataka kwenda na ukaingiza information zako na ukajaribu kuapply. Ni better kuspendi dola mia mia mbili we mwenyewe kuliko kuspendi dola elfu nne au elfu tatu. Take your time, soma kwa makini, nafanya application ya nchi ambayo unataka kwenda na kostiza. Pambania ndoto yako, pambania malengo yako, uspende kila kitu kufanyiwa. Jitahidi vitu vingine ufanyie mwenyewe, okay. Hii mimi nimekuja kama nimekuja nime kuonyeshia. For next video nitakuja kukuonyeshia jinsi gani ambayo naweza nikafanya tukafanya application yote kwa pamoja, au jinsi gani ya kufanya mpaka, uh, ukasubmit application yako kwenye hiyo app. Stay tuned, vitu vizuri vinakuja. Sasa kusubscribe, kushare my video vile vilevile, kama una swali lolote, andika kwenye comment section. Mimi nitajibu kama niko active. Na kama sio active, nikipata muda nitajibu.